Nao baadhi ya waratibu wa afya ngazi ya wilaya wamedaiwa kuwa chanzo kikubwa cha kuhamasisha waganga kupiga ramli kwa kuwapa vibali na wakati mwingine kuwakingia vifua waganga wasiotaka kutia azimio lililowekwa na waganga la upigaji marufuku wa ramli chonganishi kwa maslahi yao binafsi. Waratibu hao wamekuwa wakipata fedha kutoka kwa waganga hao ili wasibugudhiwe katika ufanyaji wa kazi za ramli, hali ambayo inadaiwa ikiendelea kufumbiwa macho itakuwa hatari kwa jamii. Tupate taarifa kamili. Wakizungumza okay katika kikao cha waganga kilichofanyika mjini Geita na katibu wa umoja wa waganga taifa Daudi Nyaki amesema baadhi ya waganga wamekuwa na kiburi, wa wa wa wa wa kwa sababu ya kulindwa na waratibu ambao kwa sasa watashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu. Hao waratibu wanaowadanganya, tutawakamata na waratibu waratibu, wao wao tutakamata waganga waganga, na na maana wana kwamba eti tuna kibali cha serikali tuendelee kupiga ramli. Amri imetolewa na waziri wa mambo ya ndani. Waganga leo wanatibu kutokana na chini ya amri ya waziri wa mambo ya ndani sio waziri wa afya. Katika mkutano uliofanyika Mwanza umeazimia kupiga marufuku kupigaji wa ramli, na hili azimio ni kwa kila mganga ambayo azimio la Mwanza. Waziri amalizia kwamba waendelee kukaa bila kupiga ramli, tuone je, mauaji yataendelea, na tunampa tunatoa onyo kwa waratibu wote wa wanaowapa ono nguvu waganga waendelee kupiga ramli chonganishi, tutawachukulia hatua mara moja. Kwa sasa baadhi ya waganga wametii agizo la kutopiga ramli, lakini wametakiwa viongozi kutoishia hapo, kwani wapo wachache wanaoendelea hasa vijijini wafuatiliwe. Tumewekeana utaratibu wa kuwa tunaripotiana, tutakuwa na viongozi kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, mpaka wilaya. Walioko kule vijijini ndo watakak hu wanaendelea kuwa wanakaguana kuna vikao vitakavyokuwa vinafanyika kila baada ya mwezi, kila baada ya miezi miwili kwa kuendelea na kuchunguzana, na bado kitabu kile kitakuwa kinakaguliwa kwamba je, wewe tiba zako unazoziendesha kweli aupigi ramli kupitia kile kitabu? Kama kile kitabu hakitakuwa kinatumika kwa, kwa maneno tayari anaendelea kupiga ramli. katika kao hiki kimehudhuriwa na waganga wachache kati ya waganga zaidi ya 1000 hali ambayo inaashiria kuna kazi kubwa kuwafikia na kuwapa elimu. tengenezeni vitu vianze hmm, kwenye mstari ulio sawa na hapa tumeshaongozwa na mzee mgeni wetu, basi mzee Daudi tuendelee kutuongoza kwa hekima na wale waat limuutama rais kwa hivi hali kwa kweli haina matatizo, hali imetulia, na ukiangalia ni watu wachache wachache tu wanaichafua hii fani ya waganga. Kila mganga ametakiwa kuhakikisha elimu aliyoipata katika kikao hiki anaisambaza kwa wengine ili kuzuia upigaji ramli unaoleta matatizo kwa jamii. Salma Mrisho, Star TV Geita.